Na, niko na habari kutokea kule Ufaransa ambapo rais wa Ufaransa Emmanuel Macron pia amekosoa hatua ya Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, e, wakati wa mahojiano ambayo pia yaliweza kurushwa e, kwenye televisheni akisema kwamba kile ambacho anakifanya na fedheha pia na zimekuwa ni kubwa zaidi. Sasa rais huyo ameendelea kwa kusema kwamba Macron pia ameweza kukosoa hatua hiyo, akiangazia mazingira magumu ya watu wa Gaza baada ya Israeli kuweza kuzuia misaada ya kiutu kuingizwa kwenye eneo hilo huku akitoa wito eh, kwa mataifa mengine kuweza kuongeza bana shinikizo hili mipaka, ili iweze kufunguliwa, lakini pia kuweza kuokoa maisha ya watu na mambo mengine kuwa kibao kabisa. Sasa kutokana na machafuko haya kuweza kuendelea huko, na kama umenifuatilia kidogo pia nilishakukwambia hapo nyuma kwamba kuna shirika ambalo sio la kiserikali ambalo pia lenyewe limeweza kujitosa na kuweza kuisaidia upande huo huo wa Gaza. Kumbe watu wengi wamekuwa wakizidi kuliona hilo. Sasa taarifa inaendelea kwa kusema kwamba Netanyahu, pia hata hivyo, alimjibu Macron kwa kumshutumu Kusimama. E, pamoja na, na Hamas ambapo pia e, kulikuwa kuongeza kuwa Israel pia itaendelea kusimamia malengo ya vita vyake dhidi ya Hamas na pia kuweza kuachiliwa mateka lakini pia kuwasambaratisha e, Hamas na kuhakikisha Gaza haiendelei kuwa tishio kwa Israel. Sasa hapa ni kile kitu tu ambacho tunasema kwamba kila mmoja anataka kuonyesha ubavu wake kwa namna yake ambayo anakuwa anaweza kuiona. Yapi maoni yako kuhusiana na maswala mazima haya, machafuko ya Gaza, machafuko ya huko Israel, vitu vingine vinakuwa kibao, vinakuwa vinaendelea kinoma, kinomanoma. E, ni vitu gani viweze kufanyika? Komenti yako itakuwa muhimu kabisa na tutatinayo kwa wakati kabisa. Endelea kutufuatilia kwenye mitandao yetu kama Facebook, Instagram pamoja na X, bila kusahau YouTube. Ukisubscribe channel yetu, utakuwa kwanza kupata updates nyingi zaidi.